Usiku ulikuwa umetulia, mbingu ilikuwa imejaa nyota na giza kali. Ilikuwa siku mbaya sana, hakika. Giza lilikuwa limejificha na siri nzito. Binti ambaye anaitwa Amina, msichana mpole na mchapakazi, alikuwa anatoka kazini kwa tajiri mkubwa aitwaye Mzombe. Tajiri Mzombe Mwamba alikuwa tajiri na doni, ambaye Bi Amina alikuwa anafanya kazi kwa Mr. Mzombe. Amina alikuwa amewatumia marafiki zake meseji na kuwaambia, nimerudi salama, ila kuna kitu nataka kuwaambia kesho. Kesho haikufika kwa Amina. Siku mbili baadaye mwili wake ulipatikana kichakani ukiwa umejeruhiwa vibaya. Amina alikuwa Amina alikuwa ameshafariki ame na kibaya zaidi mwili wake ulikuwa umejeruhiwa, mwili wake ulikuwa na vidonda kila sehemu. Amina aliuliwa kifo cha kikatili na wauaji walimbaka kabla ya kutekeleza hazima yao ya kuua. Kilio kikazunguka wa kijijini, watu walihuzunika. Lakini maswali yalizidi. Ni nani? na nani? kikundi gani kimefanya huu waini na kwa nini wamfanyie Amina? Polisi wakamkamata kijana aitwaye Amisi, ni kijana maskini. Watu walizoea kumwona akimsindikiza Amina usiku ya polisi walidai simu ya Amina ilionyesha alizungumza na yeye mara ya mwisho. Kijana Hamisi hakuwa na cha kujitetea, hakuwa na sauti mbele ya mamlaka. Mpelelezi aitwaye Kapteni Mshana hakukubaliana na hili jambo kwamba jana Hamisi ndio alotenda ili tukio. Akarudi na kumuuji, je, kijana umelitenda hili jambo Hamisi? Kwa kutetemeka na kwa hofu zaidi alisema hapana, Kapteni Mshana, mimi sijatenda ili jambo. Kapteni akamuuliza kama hujatenda, mbona mtu wa mwisho kuwasiliana na Amina ni wewe? Amisi alisema ni kweli, ni mimi, ila siwezi ntendea jambo kama hili na hata sijawahi kuwa hata nze kwenye maisha yangu. Kapteni Mshana akainuka akaenda kutafakari. Tunarudi kwa Kapteni Mshana ambaye ameamua kulivalia njuga hii kesi. Kwenye pitapita pita zake Kapteni Mshana siku moja akapata video yenye ushahidi, ambayo hiyo video ilimwonyesha kikundi cha majambazi kikiwa kinatekeleza mauaji. Aliyetuma hiyo video alimwambia Captain Mshana, tukutane jengo ambalo linaitwa Night Hall saa mbili usiku, nitakupa ushahidi mzima na kifo cha Amina sababu yake. Kapten Mshana alikweli kweli alifanya juhudi na kufika kwenye jengo la Night Hall. Cha kushangaza Alipewa namba ya chumba namba mia mbili tisini na tatu. Alivyofika kwenye kile chumba namba mia mbili tisini na tatu, akaingia hadi ndani, lakini cha ajabu hakukuta mtu. Alikuta bahasha na flash. Captain Mshana akazichukua na kwenda nazo nyumbani. Je, mnataka sehemu ya pili ya historia yetu? Basi usisahau kutusubscribe, kulaiki na kushiriki kujua je, nani aliyemuua Amina na kwa nini amemuua Amina? Kapteni Mshana ataweza kugundua? Je, Hamisi si mhusika.